Um, naitwa Amina Mfaume ni mkurugenzi wa chama cha kuogelea, lakini niko hapa leo kama spika wa kongamano hili. Uh, kikubwa ambacho kimetuleta ni kutukutanisha Tanzania, Kenya, Uganda, ni jinsi gani na jinsi gani tunaweza kuchukua mchezo huu na tukapeleka mbele zaidi ya ambapo ulipo, kwa sababu tunashindana na mataifa ambayo yako vizuri sana na kwenda mbele. Sasa hivi Afrika tumeamua kutakuwa na zone championship kwa hiyo hizi zone championship ni kwamba kutakuwa kwa mfano sisi tuko zone 3, Kenya, Uganda, Tanzania na nchi nyingine za east africa, tuko zone 3. Kwa hiyo tunaenda kushindana na zone nyingine. Kwa hiyo mkutano huu kuwepo wote kwa pamoja ni chachu kwetu, kwa sababu inaangalia maendeleo ya mchezo wa kuogelea kwa pamoja katika nchi ili uweze kuwa moja. Ya vision yetu ni kuhakikisha mchezo wa kuogelea unamfikia kila mtu, tukiwa na imani kwamba kuna siku itafika kila mtoto wa Afrika Mashariki atakuwa anajua kuogelea. Na kitu cha kwanza ni kutengeneza awareness. Kuwa na forum kama hizi kwanza watu watu aware. Watu waelewe kwa sababu tumegundua kuna gap kuna gap kubwa kati ya uelewa wa watu. Kwa majina anaitwa Jeremiah Gerson Kema. Ni mkurugenzi wa elimu na maendeleo chama cha kuogelea na pia ni mkurugenzi mtendaji wa chini ya taasisi inayoitwa Prime Sports Agency. Kikubwa hasa zaidi katika kongamano hili la mchezo, uh, maendeleo ya mchezo wa kuogelea ni kuweza kukusanyisha wadau mbalimbali waweze kukaa kwa pamoja, kuweza ku, kuchangia au kuweza kunyambua idea mbalimbali mbali za mchezo wa kuogelea. Lengo kubwa ni kuweza kuangalia mchezo, mchezo huu unaweza kupiga hatua gani hasa tukiangalia ulipotoka, uliopo na kule unapoelekea unapo asilimia mia moja, kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kuweza kufaulu katika Olympics. Uh, nikiongelea watoto wetu waweze kufanya vizuri katika Olympics, uh, kwa sababu hapa hata leo kuna mada ambayo ni ya long plan no, long plan. uh, tu, tuweza kuangalia tu, tunajengaje mikakati ya muda mrefu. Unajua tunapokuwa wanaenda Olympics lazima aweze kumwandaa mtoto uh, si chini ya miaka kumi si chini ya miaka kumi na tano aweze kufika Olympics. Hata kwa competition kama hizi wanaangalia region: Uganda, Kenya, Tanzania uh, na, na zone zingine South Africa, Malawi au halafu wengine wale Algeria, Morocco, Egypt wako zone yao, halafu tena kuna West Africa, Nigeria, Senegal, Ghana na wengine, zone gani ndio inaonyesha. Yani kuna soso so, sisi Uganda tunaona yes, tuko, tuko vizuri tuko hivi, lakini sasa tunataka tufanye kazi na wenzetu Dar es Salaam Tanzania, um, Kenya, Burundi ndio tuweze kufanya kazi kama team ile, sisi wote tushine kwenye uh, diaspora na Afrika yote.